Jambo na karibu kuungana nami katika makala ya yaliyojiri wiki hii. Naitwa Ruben Lukumbuka na miongoni ni pamoja na kuuawa kwa mbunge wa ODM jijini Nairobi nchini Kenya, kushambuliwa kwa kasisi wa kanisa Katoliki kule Tanzania, mapendekezo ya rasimu ya mkataba wa amani kuwasilishwa jijini Washington DC nchini Marekani kutoka kwa wawakilishi wa DRC na Rwanda. Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye juma hili alisema kuna viashiria vinavyoonyesha kuwa Rwanda inataka kuishambulia nchi yake. Tutaangazia siasa za Uganda, vyama kadhaa vya makathavya upinzani kule Cote Divoire vikitoa wito wa kufanyika kwa mazungumzo ya kisiasa, kusainiwa kwa mkataba wa madini kati ya Marekani na Ukraine na hali inayojiri huko Gaza, Israeli. Kwa hayo na mengine mengi, na kusihi msikilizaji kwa moyo mkunjufu, karibu na tuandamane hadi tamati. Makala hii inaanzia nchini Kenya ambako mbunge wa chama cha ODM Charles Ong'ondo Were aliuawa wa siku ya Jumatano ya Aprili 30 kwa kupigwa risasi jijini Nairobi na watu waliokuwa wakilifuata gari lake. Maelezo ya kina na Minzilet Ijai kwa mujibu wa taarifa, mbunge huyo anayewakilisha eneo bunge la Kasipul aliyepigwa risasi na watu wawili waliokuwa kwenye pikipiki kwenye barabara ya Ngong majira ya saa moja na nusu jioni. Kwa mujibu wa mashuhuda, mmoja wa washambuliaji hao alishuka kwenye pikipiki na kumfiatulia risasi mbunge huyo na kumjeruhi vibaya kabla ya kukimbizwa hospitalini. Kifo chake kinajiri miezi miwili tangu adai kuwa maisha yake ya kuhatarini, kufuatia matukio ya ghasia katika eneo bunge lake ambazo alidai zilichochewa na vyanzo kutoka nje hata hivyo hadi kufikia sasa mazingira ya kuuawa kwa mbunge huyo bado zimesalia kitendawili na tayari polisi wameanzisha uchunguzi kuwatambua wahusika viongozi mbalimbali wakiwemo spika wa wakiwe bunge la taifa Moses Wetangula wamekashifu kitendo hicho na kukiita cha woga. Na siku ya jumanne wiki hii wabunge nchini Kenya waliikosoa vikali makala yaliyochapishwa na kituo cha habari cha Uingereza cha BBC ambapo ilionyesha namna polisi na wanajeshi walivyotumia nguvu kukabiliana na waandamanaji vijana mwezi Juni mwaka uliopita. Wabunge walihoji kwa nini kituo hicho kiliamua kuchapisha makala hayo sasa hivi, na hivyo kufungua vidonda vya yaliyotokea wakati wa maandamano ya Gen Z ambapo watu zaidi ya 60 waliuawa na polisi. Kwa upande wake, shirika la Amnesty International pamoja na mashirika mengine ya kutetea haki za binadamu yaliweka shinikizo kwa serikali kuwachukulia hatua maofisa waliohusika na mauaji ya raia. Irungu Houghton ni mkurugenzi wa Amnesty International nchini in Kenya, aliweka neno na kusema Kenya section... sehemu ya Kenya inaangazia ukandamizaji endelevu wa uhuru wa raia. Hii ni pamoja na polisi kutumia nguvu kupita kiasi na isiyo ya lazima wakati wa maandamano ya mwaka 2024 nchi nzima. Takwimu mpya zilizosahihishwa zinaonyesha kuwa takriban watu 65 raia wa kenya waliuawa. Vitendo hivi vilifanywa kwa makusudi ili kutengeneza hofu kwa wale wanaoonyesha ukosoaji halali na wapinzani. Ni sauti yake Irungu Houghton, mkurugenzi wa Amnesty International nchini in Kenya. Na msikilizaji, na kabla ya kulikunja jamvi la yaliyojiri katika nchi ya Kenya wiki hii ni kuwa rais William Ruto juma hili alisema baraza lake la mawaziri lilipitisha bajeti ya mswada wa fedha wa mwaka wa fedha 2025/2026 bajeti ambayo alisema imejikita katika kuleta maendeleo na kuwapunguzia mzigo wa wafanyakazi wa umma na raia wa kawaida. Akizungumza katika maadhimisho ya siku ya wafanyakazi duniani tarehe mosi Mei, Ruto aliwataka wananchi kuiunga mkono serikali yake huku akiahidi maboresho ya maslahi ya wafanyakazi na waajiri. This bill has been muswada huu umetungwa kwa makini ili kuchochea ukuaji wa uchumi, kutoa ufanisi na kuongeza ushindani. Namna umetungwa unatoa nafuu kwa wafanyabiashara na wafanyakazi, ili kuimarisha malipo ya wafanyakazi. Waajiri sasa watahitajika kuomba msamaha wa kodi wa moja kwa moja wanapofanyia kazi malipo ya mfanyakazi kuyapeleka nyumbani, hatua ambayo ni mabadiliko makubwa kutoka kwa mfumo wa sasa ambapo nafuu hiyo inaweza tu kudaiwa kutoka kwa mamlaka ya kutoza ushuru hapa Kenya wafanya biashara wadogo pia watanufaika na mfumo mwepesi wa kodi uliorahisishwa, kwani sasa wataruhusiwa kutoa kikamilifu gharama za vifaa vya kila siku katika mwaka wa ununuzi, hivyo basi kuondoa ucheleweshaji usio wa lazima wa kupata msamaha wetu wa kodi. Hata hivyo, undani wa vipengele vilivyoko kwenye bajeti hii mpya havijawekwa wazi na tayari kumekuwa na minong'ono ikiwa itakuwa tofauti na bajeti iliyokataliwa na raia mwaka uliopita mnamo mwezi Juni, na ambayo ilisababisha maandamano ya vijana jenzi <muchas> Tuelekee huko Uganda ambako kiongozi mkuu wa upinzani Robert Chagulanyi maarufu kama Bobby Wine, juma hili alisema makao makuu ya chama chake jijini Kampala yalizingirwa na maafisa wa usalama saa chache baada ya mkuu wa majeshi jenerali Muhoozi Kainerugaba, mtoto wa rais Yoweri Museveni, kuandika kwenye ukarasa wake wa mtandao wa X, Twitter ya zamani, kuwa anamshikilia Edi Mutwe, mlinzi wa Bobi Wine. Kenneth Lukwago ni mchambuzi wa siasa za Uganda na mwandishi wetu wa Kampala, anatathmini kilichotokea. Jenerali Muhoozi Kainerugaba ameendelea kuweka kwenye mtandao wa X ya kwamba kama chama cha NUP hawatageuza hali yao ya kufanya kazi, huenda mengine yataendelea. Lakini chama cha NUP kinajiuliza wamefanya nini. Imesitua mjadala kuhusu hali ya uchaguzi ujayo, kwa sababu uh, hivi nyuma kidogo chama cha NUP uh, ofisi zao ziliingiliwa na vikosi uh, vya usalama na hata leo walikuwa wamepanga mkutano muda wa saa nane. Jeshi la SFC ambayo linamlinda rais Yoweri Museveni likiwekwa kwenye kituo cha hicho chama na kuwakataza wakuu wa chama hicho kuingia. Ni tathmini ya mwandishi wetu Kenneth Lukwago, mchambuzi wa siasa za Uganda na mwandishi wa RFI Kiswahili jijini Kampala, Uganda. Wiki hii wanasiasa wa upinzani nchini DRC walisema wananuia kujiunga kwenye mazungumzo ya kitaifa yanayolenga kutafuta suluhu la utovu wa usalama katika eneo la mashariki mwa nchi hiyo. Benson Wakoli na maelezo zaidi. Kwa mujibu wa taarifa ya pamoja aliyotiwa saini na viongozi wa upinzani wakiongozwa na rais mstaafu Joseph Kabila, Martin Failu, Mois Katumbi na Deli Sesenga, viongozi wao wamesema wanakaribisha juhudi za sasa za kusaidia kupatikana kwa amani mashariki mwa jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo zinazoongozwa na Umoja wa Afrika pamoja Qatar, na taifa la Katar na muungano wa maaskofu wa kanisa Katoliki nchini DRC Senko, viongozi wao wanasema juhudi zozote ambazo zitapuuza msingi wa mgogoro wa DRC kama vile ukiukaji wa katiba, rushwa na udanganyifu wakati wa uchaguzi hazitasuluhisha mzozo wa sasa unaotatiza taifa la DRC. Kwa upande wake, msemaji wa muungano wa la Lamuka Prince Epenge amesema juhudi zozote za kutafuta amani ya DRC bila kuhusisha umoja wa taifa la DRC hazitafaulu, akitaka viongozi wa kisiasa, mashirika ya kiraia na makundi yaliyojihami kuhusishwa kwenye mazungumzo ya kutafuta suluhu la mgogoro wa mashariki mwa jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo. Epenge anasema suluhu kwa mzozo wa DRC. Halitatoka kwa wapatanishi wa nje ila wakongomani wenyewe. Na Mbenson, tukisalia huko DRC, ni kuwa siku ya Jumatano serikali ya Kinshasa kupitia kwa waziri wake wa sheria Constant Mutamba inalitaka bunge la Senate kumwondolea kinga rais wa zamani Joseph Kabila Kabange, ikimtuhumu kuwaunga mkono waasi wa M23 wanaosaidiwa na Rwanda mashariki mwa nchi hiyo. Kabila ambaye ni seneta wa maisha analindwa kisheria kutofunguliwa mashtaka yoyote kwa sababu ya nyadhifa hiyo. Hata hivyo, waziri wa sheria Constan Mutamba yeye anataka iondolewe kinga yake kwa kile anachosema kuna ushahidi tosha kuthibitisha madai ya serikali ya Kinshasa. Costa Mutamba la justice... a rassemble... vyombo vya sheria vimekusanya ushahidi unaotosha na usiopingika unaonyesha kwamba seneta asiye na ukomo Joseph Kabila Kabange ana hatia ya uhalifu wa kivita, uhalifu dhidi ya kibinadamu na kushiriki katika uasi mashariki mwa nchi. Tunamwalika rais wa zamani wa jamhuri kuja kukubaliana na mahakama za kisheria hapa Kongo. Tunasubiri ruhusa kutoka kwa bunge la Senet kuhusu kuondolea wa kwa kinga ya useneta ili kuanza kumnyang'anya mali zake na hali hiyo halali, na hivyo kuruhusu mahakama kuanza kusikiliza kesi yake, ili watu wapate kujulishwa kisheria uwajibikaji wa bwana Joseph Kabila. Uamzi huu umechukuliwa siku kadhaa kupita tangu Rais Joseph Kabila aripotiwe kuonekana katika maeneo ya Goma huko mashariki mwa DRC kwenye mpaka wa Rwanda, mji ambao unakaliwa na waasi hao wa M23 wanaosaidiwa kwa kiasi kikubwa na RDF na serikali ya Rwanda. RFI Kigali 91.9 FM. Juma hili rais wa Burundi Evariste Ndaishimie kwenye mahojiano na televisheni ya France 24 alikaribisha jitihada zinazofanywa na Qatar na Marekani katika kusaidia kurejesha usalama mashariki mwa DRC. Aidha, Ndaishimie alisema vikosi vya nchi yake bado vipo DRC na kuendelea kusisitiza mashtaka ya Burundi kushambuliwa na Rwanda na kwamba tayari wanavyo viashiria vinavyoonyesha hayo. Evariste Ndaishimie: kwanza tuna taarifa na tuna ufahamu mpango wake, lakini pia tuna viashiria tosha A kwamba anaendelea kuwa hifadhi wale waliojaribu kufanya mapinduzi mwaka elfu mbili na kumi na tano, na wanaotaka kuishambulia Burundi anawatumia waasi wa M ishirini na tatu na baadaye anasema ni Wakongomani anataka kuwatumia wale waliojaribu kufanya mapinduzi na anawahifadhi na kusema kwamba ni Warundi wakati ukweli ni kwamba itakuwa ni Rwanda. Sasa kwa kuwa tuna viashiria, ndio sababu tuna wasiwasi. Ni sauti yake rais wa Burundi, Evariste Ndayishimiye. Nchini Tanzania, wanasiasa wa upinzani, wale wa chama tawala, raia wa kawaida, na wanaharakati wa kutetea haki za binadamu wiki hii kwa kauli moja walilaani tukio la kushambuliwa kwa katibu mkuu wa baraza la maaskofu wa kanisa Katoliki na mkosoaji mkubwa wa serikali Padre Charles Kitima. Undani wa taarifa hii na Emmanuel Makundi. Padri Kitima alishambuliwa na watu wasiojulikana Jumatano wa Jumatano wiki hii katika ofisi za baraza hilo katika eneo la Kurasini jijini Dar es Salaam, ambapo kwa mujibu wa polisi aligongwa kichwani na maeneo mengine ya mwili na kitu chenye butu. Katika taarifa yake, baraza la maaskofu lililaani tukio hilo ambalo imesema halikubaliki na kuvitaka vyombo vya usalama kuharakisha uchunguzi kubaini waliohusika. Kwa miezi kadhaa Padri Kitima pamoja na viongozi wa juu wa kanisa Katoliki nchini humo wamekuwa wakikosoa matukio mbalimbali yanayoendelea nchini humo ikiwemo kukamatwa, kupigwa na kuuawa kwa wanasiasa wa upinzani pamoja na wakosoaji wa serikali. Tukio la kushambuliwa kwake limekuja siku chache kupita tangu kanisa hilo litoe tamko kuitaka serikali kumwachia mwenyekiti wa chama kikuu cha upinzani nchini humo Chadema Tundu Lissu bila masharti, huku pia likitaka mamlaka kuheshimu katiba na sheria za nchi katika kutoa haki. Hapo jana wanaharakati wa kutetea haki za binadamu pamoja na wanasiasa toka pande zote walilaani tukio la kushambuliwa kwa padre Kitima, wakionya matukio haya kufanywa kuwa mambo ya kawaida, huku wahusika wakishindwa kuchukuliwa hatua. Hivi karibuni serikali ya rais Samia Suluhu Hassan imejikuta katika ukosolewaji mkubwa kutokana na hivi karibuni kuongezeka kwa vitendo vya ukatili dhidi ya wakosoaji wa, wa serikali yake. Polisi ya nchi hiyo ikituhumiwa kutumika vibaya na makundi. Mabalozi wa nchi za Umoja wa Ulaya na ule wa Marekani nchini Tanzania walilaani kushambuliwa na kujeruhiwa vibaya kwa Padre Charles Kitima. Lakini je, matukio haya yanaashiria nini? Wakili Maduhu William ni kutoka kituo cha sheria na haki za binadamu nchini Tanzania. Inatisha kwa sababu tuna siku moja e, baada ya katibu mkuu wa Aikitima e, kushambuliwa, mwanaharakati wengine wa haki za binadamu Mdude Nyagali wa kule mkoani Songwe naye ameshambuliwa na watu ambao daiwa kuwa ni maskari. E, sisi kama wadau e, wa utawala bora nchini tunapata wasiwasi kwamba kama tumeanza kuona matishio mapema hivi, hakika siku tisini za kampeni zitakuwa ni siku chungu sana kwa wakosoaji na watu ambao wa wanaonekana kuwa na maoni tofauti na walioko madarakani. Padre Kitima na wanasiasa wa upinzani haswa kutoka chama kikuu cha upinzani cha Chadema, akiwemo mwanaharakati Mdude Nyagali aliyekamatwa na watu wanaoaminiwa kuwa polisi, wamekuwa katika mstari wa mbele kushinikiza mabadiliko ya mfumo wa uchaguzi kuelekea uchaguzi mkuu wa mwezi Oktoba mwaka huu. Msikilizaji, katibu mkuu wa umoja wa mataifa Antonio Guterres siku ya Alhamis ya Mei mosi alielezea kusikitishwa na hali katika jimbo la Darfur Kaskazini, wakati huu mashambulio yakiendelea katika mji mkuu wa jimbo hilo wa El Fasher. Haya yalijiri wakati huu wanaharakati katika nchi ya Sudan wakisema kuwa takribani raia 165 wameuawa ndani ya siku kumi na zaidi katika mashambulio ya wapiganaji wa RSF kwenye mji wa El Fasher. Namna sasa, tuangazie yaliyojiri katika mataifa ya Afrika magharibi na kaskazini tukiimlika Cote d'Ivoire, ambako kufuatia kuwekwa kando kwa wagombea kadhaa kama wanasiasa Tijane Tiam, Charles Blegude, Laurent Gbabo na Guillaume Soro, tabaka la kisiasa sasa linashinikiza mazungumzo ya kitaifa ili kutafuta suluhu ya kinachoendelea kabla ya uchaguzi. Hata hivyo, upande wa serikali kupitia kwa msemaji wake Amadu Kulibali, serikali inasema haioni haja ya majadiliano mengine ya kitaifa wakati mazungumzo ya mwisho ya kisiasa mwana watu wote walikubaliana kwamba kwa sasa taasisi zote za serikali zimewekwa na zinafanya kazi vizuri. Ilikuwa ni lazima kurejelea kufahamu nini kifanyike. Wakati huo, sioni umuhimu wa kufanya mazungumzo ya kisiasa, isipokuwa kuendea mipangilio ambayo haiendani na maandishi chaguzi kuwa wazi, haki na utulivu, pia halali, sababu zinaendana na katiba. Ni sauti yake Amadu Kulibali, msemaji wa serikali ya Cote d'Ivoire, uamuzi uliokosolewa vikali na wanasiasa hao. kwengineko duniani tuanzie huko ukraine ambako rais volodimir zelenski akisema mkataba wa kihistoria wa madini kati yake na marekani umezingatia haki na usawa kwa pande zote licha ya kutotoa hakikisho la usalama kwa nchi yake volodimir zelenski Makubaliano haya yalikuwa yakibadilika sana wakati wa mchakato wa maandalizi hivi. Sasa amekuwa ni makubaliano ya usawa yanayotoa fursa ya uwekezaji kwa Ukraine, kwa hivyo ni ya muhimu sana. Aidha ni muhimu kwa kuongeza ufanisi wa uzalishaji wa Ukraine na pia kuleta mageuzi ya kisheria kwenye nchi yetu kauli yake aliitoa wakati huu Washington ikisema itatumia mkataba huo kuishinikiza Urusi kusitisha mashambulio yake dhidi ya Ukraina. Juma hili aliyekuwa makamu wa rais wa Marekani Kamala Harris alimkosoa Rais Donald Trump na washirika wake kwa kile alisema kiongozi huyo anaenda kinyume na miiko ya taifa hilo na anapaswa kukemewa. We all know. President Trump and his administration, and their... sote tunamfahamu rais Trump, utawala wake na washirika wake, kwamba wanategemea dhana ya kuwa hofu inaweza kuambukiza. Wanategemea dhana ya kwamba ikiwa watawafanya baadhi ya watu waogope, itakuwa na athari mbaya kwa wengine. Lakini walichopuuza ni kwamba uoga sio kitu pekee kinachoambukiza. Ujasiri unaambukiza ujasiri wa Wamarekani ambao wanaungana pamoja katika hali ya mzozo mkubwa wa kiuchumi uliosababishwa na mwanadamu katika historia ya kisasa ya urais. Ni sauti yake Kamala Harris aliyekuwa makamu wa rais wa Marekani kule Israeli, msikilizaji, karibu watu 30 waliuawa kwenye ukanda wa Gaza siku ya Ijumaa ya Mei pili baada ya kushambuliwa na wanajeshi wa Israeli, huku meli iliyobeba misaada kwenda kwenye ukanda huo ikishambuliwa na ndege zisizo na rubani. Nam msikilizaji, ni kwa taarifa hiyo ndiyo nami nashusha nanga katika makala ya yaliyojiri wiki hii. Naitwa Ruben Lukumbuka, kwa heri.